Hebu fikiria hivi, unaamka kutoka usingizini, moyo unadunda kwa nguvu, na kuna ndoto umeiona ambayo haiwezi kufutika akilini mwako, ndoto ambayo haikuwa ya kawaida, haikuwa ya kubahatisha, ilikuwa na uzito wa kiroho, ujumbe na siri ya baraka kubwa inayokuja maishani mwako. Kuna nyakati Mungu hachanganyi maneno, hatumii ishara za kawaida, bali hukupa ndoto ya kipekee ndoto yenye zawadi, ulinzi na agizo la mbinguni, ndoto ambayo inaashiria kwamba umeshapokea kitu kikubwa sana kutoka kwa Mungu hata kama bado hukijui kimwili. Leo utagundua ndoto kumi nzito ambazo ukiziona, jua kabisa Mungu amenipa kitu ambacho hakina kawaida. Hii si bahati, siyo hadithi, ni ishara ya neema, kibali na baraka imefunguliwa juu yako.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 nguo safi ndefu nzito au inayong'aa sana. Ukiota unapewa vazi jipya, ndoto hii huashiria Mungu anakuvisha utukufu mpya, huashiria Mungu anakuvisha heshima. Ukiota pia unapewa vazi jipya, ndoto hii huashiria Mungu anakuinua hadharani na kukutofautisha na watu wa kawaida vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuzingatia katika ndoto hii. Kwa mfano, ishara za kuzingatia katika vazi hilo unalolipokea kwa mfano va if kama vazi hilo ni jeupe, ndoto hii huwa inaashiria utakatifu, utukufu, utukufu, na upya wa roho. Lakini pia kama vazi hilo ni vazi la kifalme, kwa mfano vazi hilo likawa na rangi ya zambarau au bluu au dhahabu, ndoto hiyo unakuwa inaashiria ashiria huashiria nguvu ya uongozi. Kwa hiyo ukiota unakabidhiwa vazi la kifalme, kwa mfano vazi hilo likawa ni la rangi ya zambarau au rangi ya bluu au rangi ya dhahabu. Ndoto hiyo inakuwa inaashiria nguvu ya uongozi. Ukiota unakabidhiwa vazi hilo, kama ni vazi la kifalme ambao inakuwa la, la rangi ya zambarau au bluu au dhahabu, ndoto hiyo inaashiria nguvu ya uongozi. Lakini pia kama vazi hilo ni ndefu na lenye uzito ndoto hiyo inakuwa inaashiria majukumu makubwa ya kiroho na mamlaka mpya. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazingatia katika ndoto hiyo, je, vazi hilo lilikuwa laonekanaje? Kwa ukiota unapewa na mtu vazi, yamkini mtu huyo unamjua au haumjui, lakini ukamwona mtu huyo anakukabidhi vazi. kama vazi hilo ni jeupe la kuwa la ashiria utakatifu, tukufu na upya wa roho, lakini kama vazi hilo ni la kifalme, kama unapewa hilo vazi na kuwa la rangi ya zambarau au bluu au la rangi na ya dhahabu, ndoto hiyo inakuwa inaashiria nguvu ya uongozi. Kama vazi hilo ni refu la kuwa vazi hilo ni refu na lenye uzito, huashiria majukumu makubwa ya kiroho na mamlaka mpya, unakabidhiwa majukumu makubwa. Lakini ndoto namba mbili, kuota unapewa funguo. Aa, ukiota ndoto unapewa funguo. Funguo huashiria ndoto namna hii huashiria unapokea mamlaka ya kufungua na kufunga mambo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiota unakabiziwa funguo eh, yamkini ni mtu unamjua au hamjui, lakini mtu yule anakuja anakabidhi funguo. Funguo huashiria unapokea mamlaka ya kufungua na kufunga mambo katika ulimwengu wa rohoni. Lakini pia ndoto hii inaweza kuashiria kubeba majukumu makubwa ya uongozi wa kiroho. Kwa hiyo ndoto hii inawezekana inaashiria kubeba majukumu makubwa, kuna majukumu ambayo utakabidhi. Lakini pia ndoto hii inaweza inaashiria uongozi wa kiroho lakini pia ukiota ndoto hii, ukiota unapewa funguo, ndoto hii inaweza kuashiria utawala kwenye ramani ya maisha yako, mfano katika biashara, utumishi na jukumu la koo. Kwa hiyo hiyo ndoto inaweza kuashiria utawala kwenye ramani ya maisha yako, utawala kwenye nyanja mbalimbali. Mungu anaweza kuona unakabiziwa, utamiliki biashara, uta, uta, uta, uta, una, unapewa access ya unapewa kibali upenyo. Ndoto inaweza kuashiria upenyo katika biashara, upenyo katika utumishi jukumu e, kiro, la kiroho la, la ukoo na kadhalika. Kwa hiyo funguo siku zote funguo na kusaidia kuaccess sehemu na kusaidia kuingia, kuingia kwenye maeneo fulani, kuingia kuweza kuwa na uwezo wa access kufika kwenye eneo fulani, kuingia kwenye eneo fulani. Kwa hiyo inaweza kaa inaashiria una upenyo, unaweza kaashiria kupewa kupokea upenyo, yamkini zaka katika biashara, utumishi, ndoa na kadhalika kuna vitu ambavyo utafanikiwa kuvifanya, kuna vitu ambavyo utafanikiwa kuvipokea. Kwa hiyo ndoto hii inaweza inaashiria vitu kama hivyo, lakini funguo nyingi huashiria una uwezo wa kufungua baraka za watu wengine. Una uwezo ukawa, ukawa mkombozi wa ukoo na uwezo na wa ina, ba, kufungua baraka za watu wengine, utafanyika kuwa baraka kwa watu wengine, utakuwa na uwezo kuwasaidia watu wengine utakuwa mkombozi kwa watu wengine. Lakini ndoto namba tatu, kuota unamwagiwa maji au unaoga au unaoshwa. Ukaota unamwagiwa maji, unaoga au unaoshwa, ndoto hii hii ni ishara ya kutakaswa, kuandaliwa na kufanyiwa ukarabati wa kiroho. Ukiota unaogeshwa Yeah, tunajua unapokuwa unaoga kuna vitu unakuwa unasafishwa, kuna vitu vichafu vinakuwa vinatoka. Kwa hiyo kuoga hii ni ishara ya kutakaswa, kuandaliwa na kufanyiwa ukarabati wa kiroho. Lakini kuna siri ya kina, ikiwa unaoshwa na malaika au mtu usiyemjua lakini ana mwanga, ndoto hii uashiriwa unaitwa kwa kazi ya kipekee na utukufu wa juu. Yani, ikiwa uh, unaoshwa na malaika, unaona bisa malaika anakuosha au mtu usiyemjua lakini ana mwanga, ndoto hii huashiria unaitwa kwa kazi ya kipekee na ya utukufu wa juu. Lakini pia ikiwa maji ni machafu, lakini unaoshwa nayo na unakuwa msafi baada ya kuoga, maana yake Mungu anabadilisha uchafu uliobebwa na ukoo wako kuwa utukufu. Lakini pia ndoto hii inaweza kuashiria unaokolewa kutoka katika laana ya vizazi. Lakini ndoto namba nne Kuota unapewa moto mkononi, kifuani au kichwani. Moto huo si wa kunguza bali ni wa nguvu, ulinzi, kipaji kinachoamka, karama ya roho. Kwa mfano, ukiota unakabiziwa moto kichwani, yani, mtu anakuja na anaweka moto kichwani, ndoto hii inaweza kaa naashiria unapelekwa kwenye utabiri, maono au uongozi wa kiroho. Lakini moto ukiwa unakabiziwa moto mkononi, ndoto hiyo inaweza kaa naashiria karama ya kuponya, kusaidia au kuleta mabadiliko kwa watu na ndoto ya namna hii huwa inatokea kwa watu waliobeba kusudi kubwa maishani mwao. Lakini ndoto namba tano, wota unapewa mti, tawi, au maua yanayochanua. maua yanayochanua, ndoto hii ni ishara ya uzima mpya, mafanikio mapya na uongozi wa kimapokeo. Ukiona mti ulio na mizizi mirefu huashiria Mungu atakupa baraka zitakazodumu hadi vizazi vya baadaye. Lakini ukiona maua yanache, yanachipua mikononi mwako huashiria Mungu anakifufua kipaji chako kilichokuwa kimekufa. Lakini ndoto namba sita, kuona ndege mweupe ndotoni, ukamwona ndege mweupe ndotoni, au kuota unapewa ndege, mtu anakuleta, anakuja, anakupa ndege ndege, mnyama yule. Ndege, ndoto ya namna hii sio ya kawaida. Ndege mweupe huashiria utume ujumbe maalum kupelekwa kwenye watu au mataifa. Kwa hiyo ndoto ya namna hii sio ya kawaida. Ukiona tunakabidhiwa ndege, ndege mweupe. Ni muhimu sana kuangalia ndege ana rangi gani. Ndege mweupe huashiria utume, ujumbe maalum kupelekwa kwenye watu au mataifa. Ikiwa ndege huyo amekaa kwenye bega lako, ukamwona, ndege, amekaa kwenye bega lako, huashiria unapewa msaada wa kiroho usio wa kawaida. Ndoto hiyo inaashiria unapewa kwenye msaada wa kiroho usio wa kawaida. Lakini ndoto namba saba, wewe unapewa taji pete au kiti. Taji huashiria heshima, utukufu na ngazi mpya ya hatima, lakini pete huashiria agano la utumishi au baraka kubwa ya maisha. Pete pia kwa mfano, kama pete ni ya dhahabu huashiria mafanikio ya maisha. Kama pete ni almasi inakuwa inaashiria agano la kiroho la kudumu. Lakini pia kiti, kwa mtu anakabidhi kiti, ndoto hii inaashiria utaongoza watu kuna kuna position utakabidhiwa, kitu cha kipekee utakipata kwenye maisha yako, lakini ndo mkubwa, giu, una, wepe, maanaake. Ndoto namba nane, kuona mwanga mkubwa unakuangazia. Mwanga unapotoka juu ukakuangazia wewe peke yako bila kuangazia wengine, maana yake ndoto, neema yako imetengwa maalum, umewekwa kwa agizo fulani la Mungu. Kuna nafasi yako isiyoweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Lakini ukiona mwanga unatembea ukikufuata, uashiria utaangaza popote utakapokwenda. Ndoto namba tisa, kuona dhahabu, almasi au kitu cha thamani kinachodondoka kwako. Ndoto hii huashiria baraka zilizofichika, lakini pia ndoto hii huashiria kitu adimu unachostahili ukimiliki. Ukijiona unakichukua kitu hicho na kukiweka salama, uashiria utalinda baraka hiyo. Labda yaani unachukua ni dhahabu au almasi au kitu cha thamani, ukajiona unakichukua kile kitu na unakiweka salama, uashiria utailinda baraka hii, maana yake ndoto hiyo inaashiria utailinda baraka hiyo. Kama unajaribu kuiba, ukajiona ndotoni unajaribu kukiba iko kitu cha thamani, unajaribu kukiba, bila kupewa, huashiria unahitaji uvumilivu kabla ya kukipokea kitu hicho. Ndoto hiyo inaashiria unahitaji uvumilivu kabla ya kukipokea. Lakini ukiona unakipokea kitu hicho kwa mikono miwili, huashiria baraka zako zitagusa watu wengi, huashiria baraka zako zitagusa watu wengi. Ndoto namba kumi kuota unapewa chakula kitamu kama vile asali, mkate safi au matunda yanayong'aa, matunda safi, ukajua unakabiziwa. Kuota unapewa chakula kitamu kama vile asali, mkate safi au matunda yanayong'aa, ndoto hii huashiria kibali, baraka ya riziki, afya ya roho na mwili, mafanikio yasioweza kudhurika. Kwa hiyo ukiota ndoto uh, hii unapewa chakula kitamu kama vile asali, mkate safi au ya matunda yanayong'aa, ya matunda yako vizuri, ndoto hii huashiria kibali, baraka ya riziki, afya ya roho na mwili, mafanikio yasioweza kudhurika. Lakini asali huashiria utamu wa maisha, kibali cha ajabu, furaha ya moyo na kadhalika lakini mkate safi huashiria mafanikio yanayoletwa bila ujanja wala vita. Matunda huashiria matokeo ya kile unachokifanya. Matunda huwa yanashiria utapokea, ma, utapokea matokeo ya kile unachokifanya. Ni matumaini, kuna kitu ambacho umejifunza. Lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha unasubscribe ili uendelee kujifunza zaidi na zaidi. Nakupenda, nikutakie wakati mwema.